Kesi hiyo ya kikatiba yenye namba 247 ya mwaka 2025 ilifunguliwa Septemba 26, 2025 na kuanza kusikilizwa Septemba 29 mwaka huu chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Fredrick Manyanda ambapo wengine ni Jaji Sylvester Kainda, Jaji Abdalla Gonzi. Na mawakili wa upande wa leta maombi ambao ni upande wa Bwana Luhaga Mpina na chama chake ni Wakili John Seka, Wakili Edson Kilatu, Wakili Jasper Sabuni, na upande wa jibu maombi ambao ni upande wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na mwanasheria mkuu wa serikali ni Wakili Maki Mulwambo, Wakili Stanley Kalokola, Wakili Vivian Method, na Wakili Eligi Lumisha, ambapo kesi hiyo ilianza kusikilizwa Septemba 29, 2025 na baadaye mawakili wa pande zote mbili kujibizana kwa njia ya maandishi. Na wakati kesi ikiendelea, mawakili wa upande wajibu maombi walipeleka pingamizi mahakamani wakidai kuwa mahakama haina mamlaka ya kikatiba kuingilia maamuzi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Akisoma hukumu hiyo leo Oktoba 15, 2025, kwa njia ya mtandao, Jaji Fredrick Manyanda amesema kuwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, mahakama imejiridhisha kuwa haina mamlaka ya kikatiba kuingilia jambo lolote lilofanywa kwa nia njema na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hivyo kutupilia mbali shauri hilo. Hivyo msimamo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC wa kumwondoa Bwana Ruhaga Mpina unabaki pale pale. Mara baada ya uamuzi wa mahakama, chama cha ACT Wazalendo kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kimesema hakijaridhishwa na hukumu hiyo, kwa kuwa imeegemea katika pingamizi lililowekwa na upande wa serikali juu ya uwezo wa mahakama wa kusikiliza mashauri yanayohusiana na maamuzi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na mahakama haikusikiliza maombi yao, hivyo wataendelea na mapambano ya kutafuta haki na tunu ya kidemokrasia nchini. Kutoka hapa Mahakama Kuu Masijala Kuu Dodoma, mimi ni Ezekieli Mtonyole, ITV.